Aina za Ukristo hazijaletwa na Yesu, zimeanzia kwa watu, au aina za mtazamo kwa habari ya imani ya Ukristo nikiwa na tafsiri ya madhehebu. Si kitu ambacho Yesu amekileta, ni kitu ambacho sisi wanadamu, kila mtu na mtazamo wake anakuja na kitu chake, anasema sisi tutaitwa hivi kwa sababu moja mbili tatu. Naweza nikagusia kidogo kwamba kutokea kanisa la Yerusalemu eh, likaenda uamsho, injili nahubiriwa mpaka Paulo. Paulo anaenda Asia, anahubiri Efeso, anahubiri kwa Wagalatia huko, anahubiri kwa Wakorinto, eh, anatembea nahubiri injili. Ikaenda injili ikahubiriwa kwenye hayo makanisa yakawa moto eh, naao wakahubiri injili, ujazo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake, imeenda imeenda imeenda. Kuna vipindi kadha wa kadha vya kupoa kwa kanisa, na hiyo naweza nikasema ni mojawapo ya sababu ya kuzaliwa kwa madhehebu kupoa kwa kanisa. Kanisa linaenda afu linapoa, kwa maana ujazo wa Roho hakuna, neno alifundishwi kwa kina kama ambavyo mitume walikuwa wanafanya kila wanapokutanika. Hiyo inasababisha kupoa. Kwa hiyo ikisababisha kupoa, ni kama vile kunakuwa na, na kupotea kwa uhalisia wa wokovu ama Ukristo ama injili ambayo inasababisha wokovu na Ukristo uzaliwe, alafu baada ya muda tena wanaibuka wengine na uamsho nenye inaenda inapoa inaibuka nyingi.